Akazi kali mara mbili unajua, ishabaabaalazima elewe uzunguke huko na kule, huko na kule, biashara hiyo Samsung Galaxy yenyewe J5 mambo nataka mimi yani, kama yeah, kiwanda ya dakika mbili dakika mbili. Sasa nakagua nini sasa, kuna kampuni gani ambayo yenye uwezo zaidi ya Samsung? Tukitoa hiyo hapo, sijui hapo, sijui unakuja kuangukia humo. Najua kila kitu safi, sema wewe na mapepe wewe, ndio mwenye mapepe, kila kitu kiko safi.